Hela online. Ukafika labda kwenye simu yako, kama hivi mimi navyoingia, unaingia Play Store, unabonyeza hapo, unaandika Humanic. Unaona, itakuja hapo ya kwanza utaibonyeza hapo. Unaona? Ukishabonyeza hapo sababu mimi ninayo tayari utainstall, hapo itaingia kwenye simu yako. Ukimaliza sasa, utakuja hivi kama hapa mimi ninayo, utaingia hapa, naona maniki itafunguka hapo. Ukishafunguka ila kwa sababu ni wewe utakuwa ni bado utakuwa bado wewe ni mpya, atakwambia kwamba ingiza majina yako ingiza nini tale pale, utafata maelekezo, namba ya simu utaandika. Ukishamaliza pale utakuomba ujipige picha, utajipiga picha wewe. Ukishajipiga picha wewe mwenyewe utatuma. Ukituma atakuja maelekezo fulani hapo utaona, itafunguka moja kwa moja. Ikifunguka utaona saa kama hivi imeandika hapa kuna, kuna chati, sendi, requesti na kuna moa. Sawa hapo kwenye moa ndo unaweza ukaenda yani uka, ukawa una adima rafiki ukwa anajipatia pesa sawa so, ila nachokusihi, naomba usiache kusubscribe, usiache kusubscribe kwenye video yangu au peji yangu moja kwa moja ya doni msafi, okay. Hapo utakuja kwenye moa sawa so, ukija kwenye moa ya kimfano kuna umesimiako sasa. Wewe hapo unayo umefungua unakuja kwenye moa. Ukishakuja kwenye moa, utaona hapo juu kuna picha, itakuja kama picha yako, hapo itakuwa imeandikwa jina, hapo watakuandika kabisa online. Maana kama utakuwa umefungua mpya, watakupa pointi hapo. Kama ni pointi mbili, watakuanisha pointi mbili, na ni, ni, ni, ni hela ambazo unazoziingiza <coughs> yeah. kwa hapo, kama unataka ku, ku, ku kufanyaje ili kuingiza hiyo hiyo hiyo yo promo code ili una, uweze kuona pata pesa, utakuwa unatumia, unagusa hapa kwenye picha yako hapa, unapagusa hivi. Ukishapagusa hapo, unakuja sehemu nne hapo, kuna edit profile, kuna change password, kuna language. Unakuja hapa namba namba nne kabisa, enter the promo code, enter the promo code kwenye simu yako sasa hapo utabonyeza hapo hapo kwenye enter the promo code utabonyeza. Ukishabonyeza watakwambia ingiza hizo kodi, sawa. Ugiza kodi zenye ambazo kazoingiza, ingiza hizi nazo kutajia mimi, utaingiza utaandika tatu tatu tatu sifuri nne, sawa. Ukishamaliza hapo uta enter hapa, yani kama sendi, unaona hapo utakuwa umemaliza. Aidha tatu tatu tatu zilo nne nne, unaona na sendi hapo, ndo kwa sababu mi nishaunganisha, ndo maana naona hivi, lakini kwenye simu yako kwa sababu kwa utakuwa ni mpya, itatuma moja kwa moja kwayo, haitu kusumbua kivile sana. Kwa hiyo utaingiza hizo tatu tatu tatu zilo nne nne ukimaliza okay. hapo unakuwa umemaliza, baada ya muda watakutumia message ya pesa. Ukimaliza hapo kuna jinsi sasa ya kuwadi rafiki kwana, kwamba rafiki yoyote unayemuingiza wewe anakulipa. Yaani unaweza kumkuta rafiki yako ana simu, ashakuwa na simu ya touch unamuingiza, unadownloadia hiyo. Baada hapo unaifungua, kishaifungua unaingiza majina yake nini nanii na nina picha yake. Ukimaliza hapo ukimaliza hapo, utaingia sasa kwenye simu yake utakuja hapa, hapa kwenye moa. Ukishakuja kwenye moa utaenda utagusa picha yake hapa juu. Ukimaliza hapo, utakuja utaboneza hapa simu imeandikwa enter the promo code, enter the promo code. Utaandika tena hivyo hivyo tatu tatu hivyo, 333044 utakuwa umemaliza. <coughs> Sawa. Nakuomba sana usiache kusubscribe kwenye video yangu, video zangu aweza kwenye peji yangu hapo.